Kimsingi mimi ni polisi kata wenu, polisi kata wa kata ya Buyuni, lakini pia miongoni mwa mitaa ambayo inaihudumia kwenye swala la kuimarisha ulinzi na usalama, basi Taliani ni miongoni mwa mitaa hiyo ambayo inaongoza na Mheshimiwa Eliamin Mshana akiambatana na mtendaji wake pale, lakini na mimi kama polisi kata ambaye mtendaji anakuwa katibu wangu. Kimsingi nimehudhuria katika hadhara hii leo kuja kujadiliana namna gani tunaimarisha mitaa yetu kwenye jambo la ulinzi na usalama. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Eliamini Mshana, nashukuru kunipa nafasi hii. Konsepti ya ulinzi na usalama duniani, lakini hata Tanzania ni kubwa mno tunatakiwa tuelewe mikakati ya namna gani tunatakiwa tuiweke kuhakikisha maeneo yetu yanakuwa salama. Niwashukuru sana wananchi wa Taliani kumrudisha niendelee. Ndugu zangu na muingiza moja moja agenda ulinzi na usalama, basi mpigeni makofi ujama jama <klos> hey, amepatia ndugu zangu na mimi naendelea kwa ruksa yake kwamba konsepti ya ulinzi na usalama ndani ya taifa letu ni konsepti pana sana. Ni suala ambalo tunatakiwa tukae kwa pamoja, tujadiliane namna gani kona zetu, maeneo yetu yanatakiwa kuwa salama. Kimsingi, maeneo yote hayo sisi wananchi tunaishi, na miongoni mwa mtaa ambao upo ndani ya kata ya Buyuni, ni Taliani Taliani ambayo inaongozwa na, na Mheshimiwa Eliamin Mshana, na mimi nabaki kuwa polisi kata wake. Swala la ulinzi na usalama, ndugu zangu wana Taliani, ni jambo ambalo tumekuwa tukilihubiri kila siku, lakini tunatakiwa tujiulize kwa nini uhalifu unaendelea kila siku. Kwa nini uhalifu upo kila siku? Uhalifu unatokana na sisi wenyewe uhalifu unatokana na vizazi vyetu ambavyo sisi wenyewe tuna vizaa. Uwezi kumwona nyani au simba au nguruwe au tembo anakuja kufanya uhalifu. Ushawe kusikia simba amekuja kukaba mtu hapo? Ushawe kusikia tembo amekuja kukaba mtu? Au ushae kusikia nyani amekuja kupiga mtu panga? Ni sisi wenyewe binadamu ambao tumeumbwa na Mwenyezi Mungu, lakini kwa sababu tunabadilika roho tunasahau mafundisho ya Mwenyezi Mungu, tunasahau vitabu vya Mwenyezi Mungu. Leo tunabadilika, tuna change mindset, tunaanza tabia za uhalifu. Na uhalifu ulivyo, ukiuanza, mheshimiwa mwalimu Nyerere aliwahi kusema ukila nyama ya mtu utaendelea kuila. Ni kama uhalifu ukiamua kwenda kumvunjia mtu nyumba, maana yake utaona ni rahisi, utaendelea kuvunja kila siku, utaendelea kuwafanyia watu mabaya kila siku ukiamini ile kazi ni halali, kumbe si halali kwa mujibu wa sheria za nchi, lakini pia kwa mujibu wa vitabu vya Mwenyezi Mungu. Swala la uhalifu Mwenyezi Mungu alikataza, lakini hata sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zimekataza. Ndugu zangu, tuliambiwa sisi polisi kata tuimarishe mambo matano ambayo ni muhimu sana kwenu jambo la kwanza kufanya encouragement. Jambo la pili kufanya enforcement of the law. Jambo la tatu kuweka mikakati kwa maana ya engineering, lakini jambo la nne kuhakikisha kwamba wewe mimi nakuwezesha, ili mradi kila ambacho unakiona hichi ni changamoto kwenye swala la uhalifu, tunakaa kwa pamoja, tunajadiliana awi, awi? Mnanielewa? Kimsingi ndugu zangu Wanataliana, jambo la uhalifu ndio jambo mama ambalo linatusumbua kwenye maeneo yetu hapa. Tutajadiliana kila aina ya ajenda, kila aina ya jambo tutajadiliana, lakini leo kama unainuka pale, unataka kwenda Pugu kutafuta mazao yako ili uje uuze, alafu unashindwa hapa katikati, unakutana na vijana wanakuja wanakukaba, maana yake eneo letu lako haliko salama, si ndio? Maana yake eneo letu na kwa aliko salama. Niliwahi kusema kwamba uhalifu unatokana na vijana ambao tunawatoa kwenye matumbo leo hi yetu leo hii nchi yetu ina serikali ambayo ina mheshimiwa rais, lakini nchi yetu ina serikali ambayo jeshi la polisi lipo linasimamiwa na afande afande IGP Kamili Sambura, ambaye ni mkuu wa jeshi la polisi. Wakaona watulete sisi polisi kata ambao tutahakikisha tunawaelimisha nyinyi wananchi, tunawaambia ukweli namna gani ya kuhakikisha maeneo yetu yanakuwa salama. Tukihakikisha maeneo yetu yanakuwa salama kwa kumfichua yeyote ambaye umemzaa kwa kumtaja hata kwa siri tu, yeyote ambaye unamuona kwenye eneo letu anatuhatarishia usalama, maanake tutakuwa tumefanikiwa, utasababisha mwenzako awe salama. Mimi bahati nzuri ni polisi kata wenu, bado ni kijana, nakuwa nimekuwa nikizunguka maeneo mengi Mwaka jana nilikuja kwenye kikao kama hiki pale wakati ofisi ya ijama, si ndio? Nilikuja pale tukatajiana baadhi ya wahalifu ambao wanatusumbua kwenye maeneo yetu, si ndio? Lakini baada ya sisi kuanza kazi, kwamba huyu na huyu na huyu na huyu, unao reputation yake inakuwa sasa mbaya, kwamba mwanangu mwanangu mwanangu mwanangu mwanangu haitakiwi kwa sababu tuko wote kwa pamoja tunapambana kwa pamoja kuhakikisha maeneo yetu yanakuwa salama. Hawi? Hawi? Maeneo yetu yanatakiwa kuwa salama. Narudia tena kusema vijana wetu ambao tunawazaa sisi wenyewe kwenye matumbo yetu tunapowazaa uhalifu huo unaanza kama mti. Mti ukipata hewa unakua. Mwisho wa siku unazaa matunda. Na uhalifu ulivyo ni hivyo hivyo. Mama, naomba hichi umpi. Anaona umeweka hela kwenye meza anakwenda kuichukua kisirisiri ile ya kumruhusu tayari. Jaribuni kuishi na watoto wenu mwajue. Awi? Jaribuni kuwachunguza watoto wenu, mjue uhalifu unatokea wapi. Ukishaona amechukua fedha kwenye meza bila kumruhusu, hiyo roho ameitoa wapi? Hiyo roho ya kutamani kitu ambacho si chake ameitoa wapi? Maana yake anajitengeneza kuwa mwalifu. Wewe baba, mama, ukishagundua hilo, anza kumkemea mapema anza kumfundisha vitabu vya Mwenyezi Mungu vinasemaje, uhusiana na hilo jambo ambalo alifanya. Kuna sisi Waislamu, lakini pia kuna wenzetu wa Kristo na kuna madhehebu mengine. Tuna vitabu Mwenyezi Mungu ametugea. Sisi tuna mitume ambao, tangia enzi hizo, tuliongozwa nao. Anza kuwagea maneno yale ambayo mitume walituambia. Awi. Anza kuwafundisha watoto wako kwamba hichi ulichokifanya sio sahihi. Unavotamani fedha ambayo mimi nimeiweka bila kukuruhusu ichukue, maana yake, unakwenda, tamaa inazidi, utaacha fedha, utaenda kuchukua kitu kikubwa. Mwisho wa siku, yule kijana anaendelea, hatawezekana tena, anaenda, mwisho wa siku, anaanza kuchukua bisibisi bisi. kwa sababu watamkataza, ataona ni kero, si ndiyo? Watamkataza, ataona ni kero, mwisho wa siku ataanza kuchukua bisibisi, anaingia nayo mtaani, ataanza kuchukua kisu, anaingia nacho mtaani ataanza kuchukua panga anaingia nano mtaani. Anaamini panga litamsaidia kama nyenzo ya kufanikisha ambacho anakitaka, awi, mwisho wa siku atachukua bunduki. Mifano hai tunayo, wazee wangu. Ukishaona mtu amefikia hatua hiyo ya kutenda uhalifu kwa hatua hiyo, kwa namna hiyo, maana yake huyo sasa amefikia level ya kupambana na serikali, serikali ambayo inawakilishwa pia na sisi jeshi la polisi. Sisi wananchi, watakuleta kwetu, watasema huyu kijana sasa ameshindikana na wazazi, tunaomba jeshi la polisi litusaidie. Kumbe tulifeli kule chini, tulishindwa kuimarisha malezi kule chini, tulishindwa kumwelimisha kijana wetu kule chini. Mwisho wa siku, vijana wetu wanakuja, wanaharibika, wanaishia mikononi mwa polisi au wanaishia mikononi mwa wananchi amjai kusikia vijana wachoma moto mtani, amjai kusikia vijana wanashambuliwa na wananchi wenye hasira kali mtani. Kwani Tanzania ndo tumeumbwa hivyo tuishi hivyo? Ndo tumeumbwa tuishi hivyo?